Inasikitisha sana na inahuzunisha sana kuona vyombo vya habari social media ndani ya taifa letu ya Tanzania hawaongelei mambo ambayo ni ya muhimu na ya msingi sana katika ka, ku, ka kuliponya taifa letu, yaani ni hivi mambo ambayo ni ya msingi sana kuliponya taifa letu na haswa hapa Tanzania bara au Tanganyika hayaongelewi na, na, na vyombo vya habari au media za Tanzania. Serikali yenyewe ilishakataa kabisa. Viongozi wengi na watu ambao ni watu wenye heshima sana, ambao wanaonekana ni wasomi, hawaongelei mambo haya ambayo ni mambo magumu lakini ya msingi sana kuliponya na kuokoa taifa letu la Tanzania, na, ku, na kurejesha utawala uh, bora uh, ambao mamlaka na nguvu kubwa iko mikononi mwa Tanzania. Mambo haya hayaongelewi, na mimi nilisema kwamba nitaendelea kuongelea kwa kwa swala hili uh, siku zote wakati wote bila kuchoka mpaka pale mtu atakapowajibishwa au chama fulani ambacho kinafahamika tena, kila mtu anakifahamu, na hii sehemu, watakapofikishwa viongozi wake wote wote wote, kuanzia kiongozi wa kijiji ambaye alikuwepo kipindi tukio hilo inafanyika, watafikishwa mbele ya mahakama sheria wa wajieleze wa, wa, wa, wa na wahukumiwe na wapewe adhabu. Na adhabu inasema hivi: anayeua kwa upanga atauliwa kwa upanga, ukiua kwa risasi lazima uliwe kwa risasi, au ukiua kwa, kwa kunyonga lazima na utanyongwa. Yani hiyo ndio principle, ndio kanuni, ndio sheria. Hakuna sheria nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mimi huwa inanisikitisha sana anaumia sana moyoni, ninakuwa na huzuni nyingi sana ninaposikiliza hizi uh, social media au mitandao ya kijamii Tanzania, uh, vyombo vya habari, yaani sisikii wanaongea na kutamka neno, watu wanalamba, wanakula midomo wanama akuliponya taifa ma atushehuli tulikotoka maaa Yaliyotokea Oktoba 29, unalama midomo ya mimi, unakula midomo ya nini? Lazima tuseme, tuiamie serikali. Serikali hii ambayo ni haramu ya Samia Suluhu Hassan na vyombo vya ulinzi na usalama, mulifanya mauaji ya halaiki Oktoba 29, 2025. Hakuna ku, kupiga machengo unapit yani, unataka kwenda ah, uh, tuseme ah, uh, wewe uko ah, uh, labda tuseme uko Mwanza unataka kuchukua ndege ah, uh, kipindi ndio kuna ndege ya moja kwa moja kutoka Mwanza mpaka da ya wewe sio, ah, uh, mpaka up, sio upite Kilimanjaro au wewe ndio Zanzibar ndio una hiyo hiyo, mizunguko ni ya nini hiyo? Mizunguko ni ya nini mbona? Ya, ya yani maneno hayatoki mdomoni maana hapa ndio kuna shida <laughs> vijana wa Tanzania tunazidi kunyanyaswa. A, vijana ndani ya taifa la Tanzania tunazidi kunyanyaswa kwa namna gani? Kwa sababu aunakuta wazee kama huyu mzee Butiku nimeona siku ya leo ambayo ni, ni Januari ishirini na mbili ishirini ishirini na sita eti alikuwa na kikao na wazee, eti wazee walikutana yani, anawaita ni wazee wa hekima na busara, na hawa hawa ndo wale washenzi wende wazimu ambao wanazidi kutukandamiza na kutudidimiza. Hawa wanaona wao wanaamini kwamba yani vijana wa Tanzania hatukisema serikali hatukiwahoji viongozi wa serikali waliokuwa madarakani tukianza kuwachambua wanasema awani upotofu wa nizamu tulielewa vibaya. Hii inaitwa victimization, we are being victimized. Yani natamani wazee na, na, kama hawa waze, wafe kabisa watoke duniani. Hawana mchango yoyote wa kutusaidia sisi vijana, mimi sisi vijana, alafu alimsikia huyu, hata huyu mzee Butiku anasema, anawaambia waandishi wa habari, eti nyinyi nyinyi vijana najua ati hamna hela, eti kazi tumewapa mdae kufanya amejishughulisha, yani mshenzi kama huyo. Vijana wametoka hapo, hajui wamesafiri safiri je kuja kuchukua taarifa zake wazisambaze mitandaoni, alafu anawatukana hapa hapa anawaambia eti anajua hawajishughulishi. Yani, ningekuwa pale mimi lazima lazima ningemkatiza nikamuuliza swali moja pale pale nikamuuliza mzee, sasa unasema atajishughulisha. Hapa tuko tunafanya nini? Hii sio shughuli. Sasa watu wanadhani eti mzee kuwa mzee eti lazima kwa sababu amekula chuvi, amehakili, amehakili. Au wanaona mtu na umvi, wanaamini huyu atakuwa ni mtu mwenye mawazo nini, maana ndio mentaji ya watu. Anaswakisha kuwa ni mzee. Lakini sio kweli. Kwa hiyo hawa ndio <laughs> <laughs> hawa ndio watu ambao wanafanya tumia sana vijana ndani ya taifa la Tanzania. Wanataka tusihoji serikali, bali tusikilize serikali itumie watokogeleho washenzi wa, wapeani vyao. Samia anampa mtoto wake au watoto wake anampa ana, ana mkoo wake Akikwete mtoto wake mke wake na Kikwete. Sasa sisi alafu wanakuja kwenye tukimaliza masomo wanasema anaendeni mkajiajiri asio mwemekuwa wanaharakati wasanza wazee mufe kabisa. Mimi na wakataa wazee wa namna hii, na wakataa asilimia mia moja yani nasawa, mkafia huko. Mimi siwaitu babu yangu ama wenye wazimu kabisa mimi sio babu zangu ni wenawazima, mna akili timamu. Yani wao waka wanapatikana vyeo vyeo, chukua wewe, chukua wewe, wanakuja wanatukimbilia kwamba tuwachague waende kutuongoza. Washenzi wanatuambia tukajiajiri, alafu tuna waesheni, wanasema ni ukosefu apotofu wa nidhamu, amalezi mabaya, tunatuleta tuna uchochezi tunaleta tuna, tuna vurugu tunasababisha uhasama, asijui nila nini. Watanzania kamoni e, gais tusikubali, wa tusi kunyanyaswa na kukandamishwa na kuwa viktimu wa maneno ya hawa washenzi wende wazimu wazee wa, wa namna hii ambao hawajitambui ambao hawajitambui. Baadhi ya mataifa mengine yako yanaongozwa na vijana, angalia taifa la Burkina Faso, amechukua mwanajeshi Traore sasa hivi nchi iko inaendeshwa vizuri, vijana watusikiwa wakilia wia hovyo, jamaa akipita vijana karibia wanataka walale chini wagodoro na, na gari jana, wanaona huyu ni mamba kweli. Magufuri amekuja akaonyesha kujali vijana wa, watu wa hali ya chini, akawarusu jameni, pigeni kazi, pigeni kazi. Anakuja huyu msukure ambaye ni yo sisemu mtandao, yani yote Magufuri auvuli alewetupaa Tanzania kufanya biashara wakafuta. Kwa nini? Kwa sababu kanuni ya sisemu ambayo ambayo sio chama cha, cha siasa ni, ni chama cha ugaidi mtandao wa, wa, wa, wa, na au kigaidi mtandao wa wauaji na watekaji. Kanuni walionayo ni kututengenezea mazingira na maisha magumu wa Tanzania ili kwamba waweze wa, wa, wa, kutunyonya vizuri. Wanatuletea maendeleo ambayo sio maendeleo. Yaani vitu vya kufakufa vinaharibikaharibika ovyoovyo alafu wanasema tumetengeneza hiki Tume... anyway, anyway, Kwayo haturudi kwenye mada ambayo inaongelea sasa, ambayo ni mambo magumu na ya msingi na ukweli ambao vyombo vya habari na viongozi wakuu nchini Tanzania, watu wa dini wengi hawaongelei mambo haya. Wana, wanapita njia tu za mikato mikato wanazunguka huko wanazunguka, wanazunguka, wanakula midomo, wanalamba lamba midomo. Na kitu hiki hakuwa hata polisi, wao ndio wanahusika waliua watu. Tunajua kwamba Oktoba, yani mwezi wa kumi, tarehe ishirini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano nani ya taifa hili ya Tanzania kumekufa au wameuliwa vijana wasiopungua elfu kumi, ni makadilio ya chini haya. Haya tumetoa makadilio ya chini, wanaojua idadi ni vyombo vya ulinzi na usalama, wauaji wabaya sana. Sasa watu, yani, ukisikiliza Tanzania wanasema tufanye maliviano, tuzungumuze ani na nini? Muzungumuze nini kuzungumza mimi yani sana kwamba jamani, kumetokea mauaji ya halaiki. Aliyeua ni chama cha CCM. Aliyotoa amri ya kuua ni Samia. Waliohusika wakubwa ni nani? Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ndani ya taifa la Tanzania, maana wale ndio wana majukumu ya kulinda wananchi. Yani wananchi wana, wana waandamane kwa ghasia za namna gani? kimataifa. Sasa hivi Samia angekuwa kabisa anapigiwa kelele na mataifa yote dunia nzima. Lakini angalia hakuna anayesema. Na tumeona imetokea hata Uganda. Angalia si what has happened happened in Uganda. Museveni is wearing a diaper.

Ni kwa sababu watu kama hawa ni mifumo ya CCM wametengeneza mazingira kwamba yani, hata ufanyaje hauwezi kutoboa. Lakini tuwajue wazi, Bobi Wine alitakiwa ashinde kwa vyovyote vile, kwa gharama zote. Yani uchaguzi si umekuwa ha, wa haki, basi basi Bobi Wine wanakuja ambaye anavaa mawazo yao ya miaka ya tisini sijui ah, tisini elfu moja mia tisa labda na arobaini huko labda sijui na ishirini na mbili huko, so, yani mawazo ya kihuni ya kijinga kijinga. Na huyu Museveni uchaguzi umefanyika yeye kabisa alikuwa ameruzi lakini, angalia polisi walichokuwa nakifanya na vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya ulinzi na Uganda waikua yale yal yaliyotokea ndani ya taifa la Tanzania. Lazima tuamke, lazima tuamke tuanze kutuma ujumbe, yaani hata kama Samia ataendelea kuongoza adiaiza wa Tanzania lakini kwama ni miaka mitano yote, lazima tuendelee kupaza sauti, lazima tuendelee kufanya hizi kura, yaani tuendelee kuandamana kwa njia ya makaratasi, yaani makaratasi ya ja taifa ya Tanzania yenye ujumbe mfupi sana, hatuitaki CCM asisiemu, hatuitaki au hatuitaki sisiemu Sisihemu, hatuhitaki yani vyote ni sawa tu, yani makaratasi yatembezwe ya, ya, ya rushwa Tanzania nzima Tanzania nzima, ili kwamba hata uchaguzi ujao yani sisihemu wajue kabisa. Lakini naamini hakuna uchaguzi mwingine ambao unaweza kufanyika bila mabadiliko au Tanzania kupata katiba mpya. Hii yenyewe Watanzania lazima na wenyewe tuwaambie kabisa lazima na wenyewe walifahamu kwamba bila katiba mpya hakuna uchaguzi, kama vile Chadema alivyosema no reform no election. Sasa Watanzania lazima tuwe, katiba mpya haipo, hakuna uchaguzi. Sisiamo, hatuitaki, hatuitaki. Kwa hiyo ndani ya taifa ya Tanzania yani tumekaa tume kimya, tunasema jambo tujadiliane tu. Unaona, vijana hawa walikuwa hawana nidhamu, wanapingaje serikali hmm? Wanamwaje wana, wana kuandamana. Nani aliwapa kibali? kuna, kuna maandamano mengine yani, sioakena kuwaa kibali polisi polisi, mtasikia kwamba kuna maandamano makubwa sana. Aya, yani, haya kibali. Polisi hayahitaji cha nini, haya ni watu wanaopinga utawala ambao hawatendee haki hao, hawa wanawapinga wale viongozi, hawahitaji kuja kwako wewe, sijui ni IGP, sijui ni nani, eti wakwambia wewe tunaenda kuandamana ah. Chukua pokea taarifa, jua kweli amaandamano ah, yatakuepo, ujipange kuhakikisha amani ya waandamanaji na usalama wa, wa waandamanaji na na miundo mbinu, lakini hapo si haimaanishi kwamba nenda uanze kupiga risasi, uanze kuua watu. Ninyi mnakaa pamoja nao mnasikiliza, mnawauliza jamani, ni nini, atufanyifanyeje baada ya maandamano. Tanganyika tujipatia uhuru bila kumwaga damu na ndio mama, unaona wanasema Tanzania haikumwaga damu kujipatia uhuru. Kwa nini mkoroni aliona, ah sio kwa umati huu ageta, walianza kuandamana aa, watu zaidi ya 3000 haikuwa Tanzania yote. Lakini angalia, akupinga CCM au chaguzi ambao sio wa kidemokrasia, wameandamana watu zaidi ya ya ya mamia ya maelfu, na CCM ikaanza kuua, ikaua ama makumi ya maelfu ya waandamanaji. Alafu sasa, aneno hili au mauaji haya hayaongelewi jamani, ajamani ndugu zangu wa Tanzania, asisiamu wameua maelfu kwa maelfu ya Watanganyika. Hatuwezi kuongea bila kusikia, aliyehusika ni nani? Amefikia taarifa, limefikia wapi? imewafikisha wapi wahusika wakubwa wa mauaji haya? Haya mengine tunayofanya ni kejeli, yani ni dhihaka kuonyesha kwamba hatujali wala hatuthamini utu wa Watanzania. Na ndio maana mimi sitaki nionasikia watu mnaojiamba midomo nini na nini, yani hamtaji mauaji natakiu kuongea kiongozi yoyote abia kutaja mauaji kwamba kumetokea Tanzania mauaji ya halaiki kweli. Hey, waliohusika ni CCM ndio ambao wameua maelfu kwa maelfu ya Watanzania. Kwa hiyo hatuwezi kufanya mazungumzo ya namna yoyote, au maridhiano ya namna yoyote abia ya ajua nani amewajibika kwa mauaji hayo. Hatuwezi kuwacha vijana wadogo sana wana, wanakufa wameuliwa na hao viongozi, na alikuhakikishia kwa kwamba viongozi au wakuu wa, wa, wa, wa, wa vyombo vya vya ulinzi na usalama umri wao wa wa wa ni mkubwa kuliko vijana waliokufa. Viongozi wengi wa CCM wengi wao umri wao ni wa kufa, wamefikia miaka ya kufa. Unajua kwa miaka ukishaifikia Unajua ni miaka ya kufa umeshafika miaka ya sitini na zaidi, una miaka sitini labda na, na nane, uko unaingia sabini we unajua uh, life expectancy in Tanzania haifiki huko kwa themanini mana hata uh, uh, uh, uh, mazingira ya uchumi wetu uh, au maisha ni magumu sana kiasi kwamba kufika miaka ya sabini uh, sio kitu rahisi sana. Sasa hawa ambao hawaelekea kufa hawawezi kuua vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa alafu sisi tunasema tufanye mazungumzo. Yaliyotokea Oktoba 29 hote tunajua yaliyotokea yani e, sema CCM, Oktoba tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano CCM wameua maelfu kwa maelfu ya Watanzania, kwa hiyo tunataka tuongee ah, uh, ili kwamba sisiemo wafikishwe wa mahakamani na chama hiki kiwezekana, yani lazima kifutwe, lazima kifutwe. Kuna mtu anaangalia hapa naona awe kama naongea yani, ni kama ni ndoto bwana, kimekopa madakari muda mrefu. Wewe angalia, yani dunia sio kama mambo haya hajatokea. Na au labda wajibrandi wenyewe, wajibrandi wenyewe waje na brandi mpya, waje na brandi mpya kabisa ambayo lakini haiwezi kutamkwa CCM. Na lakini sasa wata, yani wata itakuwa kwao. Na itabidi wabadilishe mifumo yao. Na Watanzania watupe, unajua inatakiwa vyama vyote, vyote, tuonyeshe Watanzania tujue wana wanafanyaje. Maana hii mikutano yao ndani kwa ndani ndipo wanaenda kutumisha Watanzania. Kuna masiri mengine hizi tikadi sijui nini za chama, sijui nini sana za chama Wana, wanatuonyesha mema, kumbe kule ndani kuna mengine labda hawayaonyeshi bana. CCM ni wauaji, ni wauaji. Hawa ndio maadui wa Watanzania na Watanzania lazima tuikatae CCM kwa gharama zote zote zote. <coughs> Yani kwa gharama zote, kwa gharama zote, hatuwezi kukubali, yani wauaji wa viongozi wetu, haiwezekani na ndio maana mpaka sasa hivi nashangaa wa Tanzania kwa nini hatuandamani? Hatuandamani kama tumeshindwa kufanya maandamano ya kutoka barabarani sisi wenyewe physically, basi andikeni vijikaratasi, bandikeni mabango kila sehemu na kila kona ya kusema kwamba ah, hatuitaki CCM. Vinabandikwa kila kona usiku, unaweza kufanya hivyo. Tanzania hajapata akamera kila sehemu na kila kona kwa hiyo inawezekana kufanya hiyo usiku wa manane au wakati wote ambao unaona au unafahamu kabisa hakuna atakayekuona. Weka matangazo hayo, chapisheni kubwa sana, au unaenda usiku na unaliaza chini watu watapita wanaona, sehemu ambayo inakuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu, mambo kama hayo, ili kwamba wajulikane, wajulikane watu wanaofanya mambo, ah, wajulikane sisi kwamba hatuwataki nawajulikane uh, wanaofanya mauaji wawajibishwe au wawajibike. Wapi? Wafikishwe mbele ya sheria, sio waendelee kutuua, watuteka wanavyotaka, waendelee kutukandamiza, waendelee kuuza nchi yetu, rasilimali zetu, wafanye wanavyotaka wao. Yani sisi kama hatuna, sio Watanzania, Tanzania sio yetu? Hapana, haiwezekani. Lazima tutamke neno hili lazima kama vile Rwanda wanavyofanya, wanatamka kulikuwepo na mauaji ya haraiki genocide, na Tanzania imekuwepo. Hatuwezi kuchukulia kwamba a, sio genocide kwa sababu haijafikia mamia ya maelfu. Hatujui idadi kamili, a, vilio ni vingi Tanzania. Wa, wa, wa Tanzania wengi hatujui ndugu zetu wako wapi, wa bado hatujui hata idadi ya waliokufa ni wangapi, na sio kwamba hatujui aliyehusika ni nani, waliohusika katika mauaji haya yani wanajulikana asilimia mia moja. Sasa vyombo vya habari haviwezi kusema haya, hakuna viongozi wanaosema haya, hawa ni viongozi wa kidini hawasemi haya, wanasema dini atuongelei mambo hayo kwa hiyo nini? Tunamruhusu tuna shetani auwe, a, tuache kuongelea. Hata wachawi waendelee kuua, maana na wale hauna ushahidi wa kutosha kwamba ni mchawi aliyesababisha kifo, na hauna ushahidi wa, wa kusema mtu huyu ni mchawi. Maana na wenyetu hao, mtu ametenda dhambi, hujamkamata. Acheni sasa kuhubiri hapa neno hili, maana Biblia yenyewe inasema usiue. Sasa Tanzania hawajaua? Mbona tunaona waumini wa, wa wachungaji wa maskofu wote Tanzania isipokuwa hawa wafadha kitima na, na, na bagonza hawa ambao serikali imeshaanza kusema a, hawa sio watumishi wa Mungu mnasiwa kutili neno mta bibilia. Acha ushenzi, acha ushoga. Samia mbona amusemi? Msemi Biblia imesema usiue. Tanzania watu tu wameuawa. Tunataka kujua muuaji ni nani, na tunalindwa na sheria na sheria hizo zitumike b Tanzania hatuache akuzungukazunguka, kama hatujui waliohusika na mauaji wa kina nani. Waliohusika na mauaji wanafahamika, wapo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wanajulikana wote kabisa, asilimia mia moja wanajulikana, viongozi a, aw, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, aviongozi mawaziri na wabunge ambao wamekuja kufurahia ushindi wa uchaguzi wa makamu wa rais, wote wanajulikana hawa, walihusika moja kwa moja na mawazi. Kwa hiyo tuache kura midomo, watu waskani wa nani Watu tulikuwa tunaona polisi na unifomu zao wanaonekana hadharani, wanaenda kwenye majumba ya watu wanapiga risasi, wanaonekana kabisa. Wengine nguo za jeshi, wanajeshi tuliwaona pale, walikuwa wanakuja tu wanajiondokea, alafu tunaona wengine walikuwa wamevaa kininja kininja, tunajua wale ni sijui kama ni au FFU. Ah, lakini tunafahamu wazi waliofanya mauaji wa kirai. Kwa hiyo tuongee, tutamke adhani kwamba Tanzania kulifanyika mauaji ya halaiki mwezi wa 10 tarehe 29 2025, sio kuvinginevyo na lazima wale husika wafike, wafikishwe mbele ya, ya sheria na wote wanyongwe, maana waliua. Kwa hiyo na wao hawana thamani tena ya kuishi. Wao sio binadamu, wao sio wa Tanzania, maana kama waliua wale wao walikuwa wanaamini kwa kwamba sio wa Tanzania. Samia alisema hivyo. Na ndio maana hatujaona hata bebe, be, bendera zinapeperushwa nusu mlingoti maana wangekuwa ni Watanzania, bendera zingekuwa zinapepea nusu mlingoti. Mlingoti sasa hivi ni hapo ninaongea, lakini hatujasikia wala taifa halijaomboleza. Kwa hiyo inaonekana waliouawa, labda sisi Watanzania tunajua ni Watanzania kwa sababu ni ndugu zetu, lakini waliouawa tunajua sio Watanzania. Kwa hiyo lazima wanyongwe na wao hawana thamani ya kubakia ku, ku, ku hai. Asanteni sana ndugu zangu kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania.